Ah, magonjwa matano ambayo yanatibiwa na mwarobaini, kama tunavyojua ah, kwamba mwarobaini ni mti ambao una uwezo mkubwa sana kwenye kutibu magonjwa kwazia kwa binadamu, lakini pia huo uwezo inao kutibu kwa kuku. Kwa hiyo tunayo magonjwa matano ambayo ni sumbufu sana kwa kuku, lakini kama utawapa mti huu wa mwarobaini ambao unauona hapa majani yake, basi hao kuku watapona vizuri kabisa haya magonjwa na unatibu kwa asilimia mia moja, naweza nikasema ukiwapatia kuku wako. sasa kuna aina mbili za mwarobaini kuna mwarobaini maarufu kama mwarobaini poli, lakini kuna mwarobaini huu hapa. Ukiangalia vizuri, angalia huu mwarobaini, ni kama unaenda kama kwenye weusi hivi, lakini huu sio wa kung'aa sana. Kwa hiyo huo wa kwanza huo ukiachana na huu, huu ni original, yani ninasema ndio ni mwarobaini ambao unafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo tutumie huu mwarobaini ambao unauona hapa, kama uwezekano wa kuupata upo manake, huu ndio unakuwa na nguvu zaidi ya ule mwingine ambao umeona hapo. Ah, hivi karibuni hapa shambani kwetu uliingia ugonjwa hatari kidogo kwa baadhi ya kuku. Kuku hawa ambao unaona hapa, hawa kuku bwana walikuwa wamepata, eh, kideli Newcastle, tunasema huu ugonjwa Uh, ukifuatilia kwa undani kabisa huwa unaua mpaka asilimia tisini. Yani kwa maana kwamba ukiwa na kuku mia moja wanaweza wakafa wote au wakabaki kuku kumi tu. Kwa hiyo unaweza ukaona, na nadhani maeneo mengi huu ugonjwa eh, naujua vizuri. Tunaita kideli, kuna wengine wanaita kitoga, kuna wengine wanaita mdondo eh, ni majina ambayo huu ugonjwa umepewa, lakini ni ugonjwa mmoja hatari sana. Sasa uweze amini, tulitumia hii dawa ya mwarobaini majani yake haya kuku wakapona vizuri kabisa bila ya huu ugonjwa kuathiri hata kumuua kuku mmoja dalili za kideli wote tunajua e, zipo kadha wakaza kwa mfano a, kuku kujisaidia kinyesi cha kijani kama hiki ambacho unakiona hapa na ndio kuku wetu tuliona wanaichi kinyesi lakini pia kuku kuzubaa kuku kutoa udenda na vitu vingine kama hivyo hapo kwa hiyo namna gani huu mwarobaini unatibu kideli basi unaweza ukakipata kitabu chetu hiki kwa shilingi elfu kumi, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Hiki kitabu tumeelezea vizuri kabisa namna ya kuandaa e, mwarobaini na utawapeje hiyo dozi hao kuku wako ili waweze kupona ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo hichi kitabu kitakusaidia. Kipate kitabu cha tiba za asili, tupigie simu hiyo hapo namba, ili tuweze kukupatia maelekezo ya namna ambavyo utakipata hichi kitabu kwa shilingi elfu kumi. E, lakini pia kwa upande wa pili tuangalie, e, ugonjwa wa pili ambao ni sumbufu, lakini pia e, mwarobaini una tibu vizuri kabisa. Ugonjwa wa pili ni minyoo. Ah, kama ilivyo kawaida tunasisitizwa kwamba kuku akifikisha miezi miwili inatakiwa kuwapatia chanjo ya minyoo kwa ajili ya kuondoa minyoo. Sasa mazingira mengine mwanzo huwa minyoo inawai na minyoo ina athari kubwa sana kwa kuku. Kwa mfano, kuku watashindwa kukua vizuri, watadumaa, watashindwa kupata uzito sahihi, lakini pia kuku wako unaweza ukawaona wamezubaa, wanashindwa hata kula e, ukahisi labda wanaumwa, ukaanza kutumia tiba nyingine, lakini kumbe ni minyoo. Na wakati mwingine Uh, minyoo inaweza ikamfanya kuku akawa anakula sana, kwa hiyo ukawa unatumia bajeti kubwa, kumbe unalisha minyoo. Kwa hiyo minyoo ina athari kubwa sana kwa kuku. Kwa hiyo pale ambapo utatumia mwarobaini unaondoa minyoo vizuri kabisa. Na namna ambavyo mwarobaini unaondoa minyoo, kwa mfano kuku anao minyoo kwenye utumbo mikubwa mikubwa kama unayoiona hapa, atajisaidia. Hii minyoo utaua, na atajisaidia ataitoa kwa haja kubwa, utaona kabisa. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri kabisa kwenye kutibu minyoo. Mfano um, mdogo zamani kidogo, sisi uh, kabla hatuja bado hatujaanza kutumia hizi tiba za asili tulikuwa tunanunua hizi dawa za minyoo shilingi elfu kumi mpaka shilingi elfu ishirini kwa ajili ya kutibia kuku wako minyoo. Lakini sasa hivi hizi tunatumia tu tiba za asili, na hapa shambani kwetu mwarobaini ipo mingi sana kwao, unachuma tu unawapa kuku wako, wanapona vizuri kabisa. Unaona namna ambavyo tunaokoa gharama. Ndio maana uh, huwa ninasisitiza ukipata vitabu vyetu utaokoa gharama, utafanya uh, kuku wako uwafuge kwa bei ndogo, na hivyo uweze kuwauza kwa bei yoyote ambayo itakuwa sokoni. Kama tunavyojua, huwezi ukajipangia bei wewe mwenyewe, kuna bei ambazo zinakuwaga zipo sokoni. Kwa mfano kuku anauza shilingi elfu saba sokoni, huwezi wewe ukasema nataka niuze shilingi elfu kumi kwa sababu tu wewe umefuga kuku kwa gharama kubwa. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kupunguza gharama, vitafute vitabu vyetu ili uweze kupunguza gharama. Tunavyo vitabu vitatu hivi ambavyo unaviona hapa. Kitabu cha tiba za asili, humo kuna tiba kibao ambazo ni za bure kabisa. Kuna safari ya ufugaji humu ndani, kitakusaidia sana kutengeneza kanuni bora kabisa za chakula ili kuweza kushusha gharama za ufugaji, lakini pia kuna ufugaji wa broiler. Ukitumia hiki kitabu cha ufugaji wa broiler jamani, ni kwamba aa, kuku wako utawafuga ndani ya siku ishirini na nne ukifuata maelekezo ya umu. Kwa hiyo utapunguza gharama kabla ya kwenda nao siku ishirini na nane. Kuna watu wanaenda hadi siku thelathini na tano gharama zinaongezeka. Ndani ya muda mfupi kuku wako atafikisha kilo moja na nusu na hivyo unaweza ukawauza bila wasiwasi wasi. Na ugonjwa mwingine ambao E, mwarobaini unatibu vizuri kabisa kwa kuku ni muharo mwekundu. Muharo mwekundu kitaalamu tunaita ugonjwa wa kokidiosisi. Ukiona ukiingia bandani kwako kwa mara nyingi sana hasa hasa banda likilowana, au ikinyesha mvua, ule ugonjwa unatokana na e, kuku kula kinyesi ambacho kimelewana na maji e. Kwa hiyo labda unaweka sehemu ambayo unaweka maji e, kuzunguka pale panakuwa pamelewana sana. Kuku wako ni rahisi sana wakiwa wanadonoa pale kupata huo ugonjwa, kwa kama utawapatia mwarobaini kama utawapa mwarobaini watapona vizuri kabisa. Sikiliza hii video mpaka mwishoni. Nimeshataja magonjwa matatu ambayo yanatibiwa kwa kutumia mwarobaini, lakini sijataja kipimo, unatumia kipimo gani? Kwa hiyo mwishoni nitakuja nitaje kipimo ambacho unaki tumia ili kuweza kutibu magonjwa. Maanake wafugaji wengi wakishaona hivi utakuta wananitafuta, sijui pale kwenye mwarobaini hujaweka kipimo. Shida ni kwamba wengi huwa msikilizi video mpaka mwisho. Na ugonjwa mwingine ambao unatibu ni muharo mweupe. Muharo mweupe, sasa uzuri wa huu muharo mweupe umebeba kama magonjwa matatu hivi. Kwanza mharo mweupe inaweza ikawa ni e, typhoid inaweza ikawa ni kipindupindu e, nadhani jana hii mada nimeelezea vizuri kabisa kwenye video ambayo niliitoa jana. Kwa hiyo huu ugonjwa unatibiwa vizuri kabisa na mwarobaini e, lakini pia ugonjwa mwingine ambao mwarobaini unatibu ni ugonjwa wa ndui. Moja ya ugonjwa ambao unasumbua sana pia ni ugonjwa wa ndui. Ugonjwa kuku wanakuwa na vidonda maeneo ya usoni, kwenye macho, kwenye ukonga wanakuwa na vidonda kama hivyo hapo, kama umesha wahi kuona. Huu ni ugonjwa wa ndui na hautibiki kwa dawa za dukani. Ugonjwa ukitumia mwarobaini unautibu vizuri kabisa e, kuna namna ya kusafisha hivyo vidonda e, manake huwezi ukawatibu tu kuku, lazima usafishe vidonda vizuri kabisa, kisha ndipo uje uwawekee mwa arobaini kwenye maji. Sasa namna gani unasafisha hivyo vidonda? Kama unacho kitabu chetu cha tiba za asili, tumeelekeza namna ya kusafisha hivyo vidonda usafishi kwa maji, lazima kuna vitu vya kusafishia maalum. Kwa hiyo ukiwa na kitabu cha tiba za asili utapata mwongozo wa namna ambavyo unaweza ukawatibia kuku wako hasa kwenye kusafisha. Lakini e, pia kuna dawa nyingine pale tumeandika, lakini na kuongezea leo kwenye hii video kwamba ukitumia mwarobaini pia, e, wanapona vizuri kabisa hao kuku wako. A, tukija kwenye kipimo unatumia kipimo gani? A, kipimo ambacho unatumia umeona hayo majani ambayo yapo kwenye kiganja hayo hayo majani ukitwanga ukaweka kwenye maji lita kumi, basi e, kuku wako watapona kwa haraka zaidi. Na kuna wengine ambao unakuaga sugu kabisa yani kwa mfano una kideli sugu kabisa unaweza ukapunguza maji mpaka lita nane au lita saba. Kwa hayo majani unayatwanga vizuri, au unayaweka kwenye blender unaya blend vizuri kabisa. Na vitu ambavyo unaweza ukaweka pamoja na hii tiba ya mwarobaini ili kuweza kutibu vizuri huu ugonjwa, unaweza ukatumia kitunguu saumu kimoja na tangawizi moja. Ukichanganyia na hivi vitu, kuku wako watapona safi kabisa. Aa, kama una changamoto jamani, narudia tena, kama una changamoto kuku wako wanakufa. Huelewi, unachokifanya kwenye ufugaji, hupati faida, tutafute Kingo Farm. Tutakuunganisha pia na madarasa ya Kingo Farm kwa shilingi elfu tano. Kujiunga na madarasa yetu shilingi elfu tano, na vitabu vyetu kila kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi. Jiunge na Kingo Farm ili uweze kuepukana na hasara, wezako wamefanikiwa.